Mimi naitwa uh, Jamal Mandenda Rwambo, ni kamishina msaidizi mwandamizi mstaafu wa jeshi la polisi Tanzania. Kwa sasa ni mwanasiasa na msanii, mwandishi wa vitabu, mwanasiasa e, katika baada ya kwamba ni mgombea ubunge wa jimbo la Pagala kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Eh, katika kumuenzi baba wa taifa Mwalimu Nyerere, ni vema tu wa Tanzania tukaishi yale aliyokuwa anatuisia, kwani muhimu kwetu mmoja kati ya yote ni amani. Kwa hiyo tutamwenzi vizuri kama tutasisitiza amani katika nchi yetu. Amani, kila mmoja wetu, kila mtanzania anayo nafasi ya kuitengeneza amani. Viongozi wa serikali wanasiasa wa vyama mbalimbali, swala la amani ni muhimu sana e. Kwa sasa kuna uchaguzi unaokuja tarehe 29 mwezi huu wa kumi. Kumwenzi Mwalimu, itapendeza sana kama uchaguzi wetu huo utakuwa wa amani na utulivu. Kusiwepo na mtanzania yeyote ambaye atajaribu kuvuruga amani yetu tukafanya au watu, watu wakafanya kushindwa kwenda kushiriki katika haki yao, haki yao ya msingi ya kupiga kura. Vyombo vya, vya dola visiwe chanzo vya uvunjifu wa amani katika siku hiyo, wajali sana utulivu wa watu katika maeneo waliopo. Mimi sitoshangaa nikiona ndugu zangu maaskari wanafanya doria katika nyumba za watu, lakini katika sura ya kwamba watu wanapoamua kwenda kupiga kura, ni matarajio yao kwamba wakirudi hawatokuta nyumba zao zimevunjwa kwa sababu ya kukosa ulinzi. Kwa hiyo uwepo wa ulinzi wa aina hiyo unakubalika. Kwa hiyo kubwa ambalo mimi ningewaasa watanzania wenzangu ili tumwenzi vema Mwalimu, basi tuheshimu sana ulinzi wa amani. Sisi ndio tuwe walinzi wa amani yetu. Vipi kuhusiana na masuala ya maadili ya uongozi na uongozi wenyewe? Mwalimu alizingatia sana maadili ya uongozi na miiko ya uongozi, hilo ni kama linaelekea kusaulika saulika, lakini wenye nafasi hiyo walisimamie. Mwalimu alisimamia na alikemea sana rushwa kwa vitendo, alichukua hatua kwa wala rushwa alifanya mabadiliko hata katika vyombo vyetu vya usalama pale ilipoonekana kwamba rushwa imekithiri, lakini sasa hivi mifumo yetu ndani ya vyama vya siasa inaonyesha ni kama vile e, inaendelea kuhalalisha rushwa katika nyakati, katika staili mbalimbali mbali. Katika usanii wangu niliandika kitabu moja hadi mbili ambapo nimekemea hiyo hali. Nimejaribu mule kuonyesha kwamba mfumo wa rushwa ambao sio rasmi sasa hivi inaelekea kurasimishwa kuwa kama rasmi katika hivyo vyama vya siasa, hali ambayo sio nzuri. Kama tunataka tumwenzi mwalimu basi tukemee rushwa kweli kweli, na tuchukue hatua kwa wala rushwa wote ili kwamba Uh, mtu waone aibu kuishi au kusifiwa kwa yale anayoyapata kwa njia ya rushwa. Asante sana.